Bwana Yesu asifiwe sana. Unaendeleaje rafiki yangu? Karibu katika episodi hii ya pili katika darasa letu. Asante kuwa mfuatiliaji wa Maisha na Neno. Tunaamini kuwa unajengeka rohoni na hilo ndilo kusudi tulilolibeba. Kuijua kweli ya neno la Mungu na kukusaidia kuona urahisi wa yale unayoyatafakari. Neno la Mungu linasema, Yohana nane mstari wa thelathini na moja hadi thelathini na mbili. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Sasa tuendelee na darasa letu, Agano la Kale kwa jinsi ya Kristo. Subscribe channel hii kama bado haujafanya hivyo, Wakaribishe na wengine kama tendo la upendo wetu kwao. Hii ni Maisha na Neno, uzima kwa wote. Kristo katika Kutoka: utumwa, damu, ukombozi. Miaka ilipita, ahadi ile ile ikaendelea kunong'ona kizazi hadi kizazi, lakini watu wa ahadi wakajikuta tena katika utumwani. Misri haikuwa nchi tu. Ilikuwa mfumo. Ilikuwa nguvu. Ilikuwa gereza la ndoto za Mungu ndani ya watu wake. Walilia mchana na usiku. Mikono yao ilikuwa mizito. Migongo yao ilipinda. Na vilio vyao vikapanda mbinguni. Na neno linasema, Mungu akasikia kuugua kwao akalikumbuka agano lake. Mungu hasahau agano. Anaweza kuchelewa kwa macho ya mwanadamu, lakini hasahau kwa moyo wake. Ndipo akaandaa mkombozi. Sio mfalme, sio shujaa wa upanga, bali mtoto aliyeokolewa kwenye maji, jina lake Musa. Alizaliwa chini ya hukumu ya kifo, lakini akaokolewa kupitia maji, akalelewa katika nyumba ya adui akaitwa kuwakomboa waliokuwa utumwani. Lakini Musa hakuwa mwisho, alikuwa kivuli. Kwa maana baadaye ilisemwa, Bwana Mungu wenu atawainulia nabii mfano wangu, na nabii huyo alikuwa Kristo. Farao akasimama kama adui, akatumia nguvu, akatumia hofu, akatumia kazi nzito lakini Mungu akasema, watu wangu waache waende. Mapigo yakaja, onyo likatolewa, lakini moyo wa Farao ukawa mgumu. Ndipo usiku mmoja ukatangazwa, usiku wa maamuzi, usiku wa damu. Kondoo akaagizwa, asiye na dosari alichinjwa, damu ikachukuliwa Sio kuwekwa moyoni, sio kuzungumziwa kwa maneno. Iliwekwa juu ya miimo ya mlango, na Mungu akasema, nitakapoiona damu nitapita juu yenu. Hapo ndipo Pasaka ilipozaliwa. Kifo kilipita Misri yote, lakini pale palipokuwa na damu, hukumu ilisimama. Na neno linashuhudia baadaye Kristo, Pasaka yetu amekwisha kutolewa. Damu ya kondoo wa Misri ilikuwa kivuli. Damu ya Kristo ilikuwa halisi. Kondoo wa Misri aliokoa kwa usiku mmoja. Kristo aliokoa kwa milele. Ndipo watu wakatoka. Sio kwa nguvu zao, bali kwa mkono wa Mungu. Bahari ikasimama mbele yao. Jeshi likawa nyuma yao. Hakukuwa na njia. Lakini Musa akasema, simameni mkaone wokovu wa Bwana. Maji yakagawanyika, njia ikafunguka, wakapita katika nchi kavu. Na walipofika ng'ambo, maji yakarudi, utumo ukazikwa. Hapo ndipo walipoimba, Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu lakini safari haikuishia hapo. Jangwani njaa ikaja. Na Mungu akashusha chakula kutoka mbinguni. Mana wakakusanya kila siku. Wasipokusanya walikufa njaa. Wakihifadhi iliharibika. Na baadaye Yesu akasema, Baba zenu walikula mana wakafa; mimi ndimi chakula cha uzima. Mana ilikuwa ya siku. Kristo ni wa milele. Walipokosa maji, mwamba ukapigwa, maji yakatoka. Na neno linatufunulia siri. Mwamba ule ulikuwa Kristo. Kristo alipigwa msalabani na maji ya uzima yakatoka. Jangwa halikubadilisha mioyo yao. Lakini Mungu aliendelea kuwa mwaminifu. Kwa maana Kutoka haikuwa hadithi ya Wayahudi tu. Ilikuwa ni mfano wa wokovu wetu. Misri, dhambi; Farao, shetani; damu, msalaba; bahari, ubatizo; jangwa, safari ya imani; nchi ya ahadi, uzima ndani ya Kristo. Na agano la kale likasema tena, kimya kimya, lakini kwa nguvu: Kristo ndiye mkombozi, Kristo ndiye damu Kristo katika sheria. Mlima Sinai, amri na hitaji la neema. Hapa tutaona kwa nini sheria haikuwa mpango wa Mungu bali ilimwonyesha Kristo zaidi. Baada ya bahari kufungwa, baada ya wimbo kupanda, watu wa Mungu wakasimama mbele ya mlima. Mlima haukuwa wa kawaida. Ulikuwa umefunikwa na moshi. Radi ziligonga. Sauti ya baragumu ikatetemesha ardhi. Mlima huo uliitwa Sinai. Hapo Mungu hakushuka ili kuogopesha. Alishuka kujifunua. Lakini utakatifu wake ukafanya watu watetemeke. Kwa maana imeandikwa, Watu wote walipoiona ile radi na sauti ya baragumu wakaogopa. Mungu akatoa maneno. Sio mapendekezo. Sio ushauri. Bali amri. Usiwe na miungu mingine, usiwe, usizini, usiibe. Sheria ilikuwa safi, sheria ilikuwa njema, lakini mioyo ya watu haikuwa hivyo. Kwa maana neno linasema baadaye, sheria ni takatifu na amri ni takatifu ya haki na njema, lakini pia linasema hakuna mtu atendaye mema, hata mmoja. Hapo ndipo mvutano ulipoanza. Sheria ilionyesha kile kilicho sahihi, lakini haikutoa nguvu ya kutenda kilicho sahihi. Ilikuwa kama kioo. Kioo kinaonyesha uchafu, lakini hakiwezi kuosha uso. Watu wakasema kwa vinywa vyao, yote asemayo Bwana tutayatenda lakini mioyo yao ikawa mbali. Walipokuwa wakipokea amri juu ya mlima, chini walikuwa wakitengeneza ndama wa dhahabu. Hapo ukweli ukaonekana wazi: mwanadamu anaweza kusikia sheria, lakini hawezi kuishi sheria bila neema. Ndipo sadaka zikaanzishwa, damu ikamwagika tena, mbuzi, kondoo, ng'ombe lakini damu haikuondoa dhambi, iliifunika tu kwa muda. Kwa maana imeandikwa, haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi iondoe dhambi. Sheria ikaanza kulia kimya kimya, ikisema, siwezi kuwaokoa, siwezi kuwabadilisha, ninawaonyesha tu kile wanachopaswa kuwa. Na hapo ndipo siri ikafunuliwa baadaye Sheria imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo. Sheria haikuja kumaliza mpango wa Mungu, ilikuja kufungua macho, ilikuja kuonyesha kwamba wokovu haupatikani kwa juhudi, bali kwa mtu Kristo. Hakukimbia sheria, hakuiharibu, alikamilisha. Kwa maana alisema msidhani akuwa nalikuja kuitangua torati bali kuitimiza. Ambapo sheria ilisema usikasirike, Kristo alisema badilisha moyo. Ambapo sheria ilisema usizini, Kristo alisema usitamani. Sheria ilizungumza na mikono, Kristo alizungumza na moyo, na hapo neema ikaanza kuonekana mbali kama alfajiri inayokuja baada ya usiku mrefu. Kwa maana baadaye ikaandikwa, kwa maana sheria ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa Yesu Kristo. Sinai ilikuwa muhimu, lakini haikuwa mwisho, ilikuwa ni maandalizi. Mlima wa moto ulihitaji mlima wa msalaba, na agano la kale likanong'ona tena, sheria inaonyesha hitaji Kristo ndiye jibu. Sheria inahukumu. Kristo anaokoa. Hongera sana mwanafunzi mwema, mwanafunzi wa Yesu. Tumefika mwisho wa episodi hii ya pili. Agano la kale kwa jinsi ya Kristo. Tunatumaini umejifunza na kulifurahia darasa. Na madarasa haya ni kwa watu wa rika zote. Hatupimi ukuaji wa kiroho kwa umri wa mtu kama hesabu ya mwanadamu, bali ukuaji wa kiroho hupimwa kwa ufahamu wa mwanadamu kumjua Mungu na ongezeko la imani yake kwa Mungu. Darasa hili si kwa watu fulani, ni kwa ajili yako. Hivyo unaweza kubonyeza alama ya kengele hapo chini ya video hii, kama tunda la upendo ndani yako, kama bado haujafanya hivyo. Tukutane darasa linalofuata episodi ya tatu. Uwe na wakati mwema rafiki yangu nikupendaye sana kwa heri. Maisha na neno uzima kwa wote.